Chamou karabwa kidogo sasa hivi ukiangalia chemistry yake maelewano na, na Hamza kidogo yanakwenda. e, kuangalia ukiangalia kuna mechi kama ya Coast kidogo, kuna vitu alikuwa kama anashake na sheki, lakini naamini kwa maelekezo ya kocha e, na yeye pia anatamani kuaminiwa ndani ya kikosi cha Simba, ni timu kubwa katika bara Afrika ambayo inafanya vizuri na yeye kama mchezaji ana sifa e, anahitaji kufanya vitu vizuri baada ya kukosekana Che Malone. Ni wakati wake sasa kwenda kumshawishi kocha, ili kocha aone kabisa kwamba kukosekana kwa mchezaji yeyote, kwamba huyu mchezaji akikaa anaweza kuniofa kitu kizuri. Kwa hiyo kikubwa, mimi naamini Simba inaweza ikawa ni timu ya pili kwenda kucheza kwenye mechi hiyo. Simba watakaa nyuma kuhakikisha kwamba wanakwenda kujaribu uhuhu, uhuhu, uhuhu ka nyuma ya mpira au amini kinachosema mnaweza mkashinda mpaka mkae nyuma ya mpira, ah, kwa sababu ni lazima uende kwa nidhamu. Ismailia ni timu kubwa, Isma Al Masry ni timu kubwa, kwa sababu ukiangalia mpaka kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye tebo, nafikiri ina ya nne, ukiangalia testi ya Al Ahli wao wanaipata mara kwa mara, sisi tukikutana na national. Huwa tunasema tunaenda kukutana na timu kubwa, lakini yule anakutana nayo ile test. Na ukiangalia kwenye, kwenye mechi ambao wameshacheza wametoka sare bila kufungana, kwa ukiangalia kuna kitu ambacho eh, Almasili ni timu nzuri kwao. Tusiende kusema kwamba eti, kwamba ni, ni timu ndogo tunaenda pale kujiokotea. Hizo kauli sio za kimpira, twende na nidhamu ya kuwaheshimu Almasili. Chochote kinaweza kutokea, lakini lengo letu sisi twende tukakae nyuma ya mpira, twende tukafanye mashambulizi yetu ya kushtukiza kwa sababu eh, tulikwenda kuwastaajabisha kuwa, kuwa, kuwa, kuwa, kuwa, kuwa, kuwa, kuwa wale wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Libya kwenye hatua za awali tulikwenda tukafanya tuka, tuka, tuka vizuri, mwisho wa siku tukapata tuka, tuka sare kuja huku tukaea kwenda hatua na, kwa. Kwa mimi naamini e, Fadlu Davids, na imani naye na wachezaji wangu na imani nao tunaenda kufanya vizuri na kuweza angalau tukapata sare au tukapata ushindi katika mechi hii awali, ili mechi inayokuja Benjamin Mkapa, na ukizingatia tayari CAF e, wameturuhusu kuutumia uwanja Benjamin Mkapa, mimi naamini kabisa slogan yetu ni ile ile kwamba e, uwanja, uwanja Benjamin Mkapa, atoki mtu kikubwa tujaribu kujituma kwa asilimia kubwa na kila mtu asimame kwenye kwenye kwenye kwenye levo yake, kwamba asimame kwenye majukumu yake. Mashabiki tuingie kwa wingi e, uongozi umesha umesha play part yao, wachezaji nao wanajua nini ambacho wanataka kwenda kukifanya, na ndio maana management tayari wameshatangaza viingilio kujiandaa na tarehe tisa. Twende tukajaze uwanja kuhakikisha kwanza Simba tuna qualify, lakini hayo ni maneno. Kikubwa kwenye upambanaji na si lele mama kikubwa tuhakikishe Simba wanatengeneza mikakati kwenye hii hatua ndio tumejaribu kustack zaidi ya miaka sita nafikiri. Sasa kipi kinawafanya mkwame hiyo mikakati? Naam, na, ndio tunahitajika tujaribu kujaribu kufanya analysis na ni sehemu ipi tunashindwa, kwa sababu Simba ni klabu tunaambiwa kubwa, lakini kwenye hatua ya head to head ya knockout huwa tunajaribu kufeli. Ni miaka ya nyuma mno, nakumbuka miaka elfu mbili na tatu tulikwenda kuwatoa eh, mabingwa watetezi Zamalek, lakini toka kipindi kile hatujawahi kumtoa mtu yoyote. Zaidi sisi tunacheza tunacheza vizuri sana kwenye kwenye hatua ya makundi, yaani tuna uhakika point 9 tunazipata Benjamin Mkapa, lakini tunapovuka tukikutana labda na National Ahli tunatolewa, tukikutana na timu yoyote tunatolewa. Nini cha kufanya? Ndio uongozi wanahitajika wakae chini, uangalie hii sehemu ina shida gani tuweze codify na sisi tuweze kujitengenezea nembo kwamba kweli Simba ni klabu kubwa kwenye matukio. So nembo kubwa, kwa kuwa na ile na, na, na, na kuslip kwa miaka sita lobo lobo lobo, hatuitaki kwa sababu tukifeli safari hii kwenda nusu fainali, mimi naamini pia hata uongozi wajitathmini, wajitathmini. Maana ya kujitathmini ina lengo kubwa, kwamba ni kwa nini kwa kipindi hiki tukishindwa kwenda kwenye hatua kubwa zaidi. Wallahi sijajua kwamba uongozi wa Simba watakuwa wanataka nini sasa. Shukrani. Eh, hamna shida bwana.